Gavana wa Machakos Alfred Mutua amewakashifu wapinzani wake wanaopinga vuguvugu vugu la Maendeleo Chap Chap. Mutua anatoa kauli hii siku chache baada ya kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka kumtaka ajiondoe chamani kutoa nafasi kwa uchaguzi mdogo wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Machakos. Kwa mujibu wa sheria ya vyama vya siasa, yeyote anayehama chama anafaa kujiuzulu wadhifa wake. Vuguvugu vugu la Maendeleo Chapchap lilipozinduliwa siasa za Ukambani zikaonekana kubadili mkondo. Mkondo ambao uliibua joto la kisiasa miongoni mwa viongozi wa eneo hilo. Gavana wa Machakos Alfred Mutua akionekana kuwa kitovu cha vuguvugu hilo. <coughs> Alipozindua vuguvugu hilo mwishoni mwa wiki, wanasiasa wa chama cha Waipa walitoa hisia kwamba alikuwa Mutua sasa hana budi kufuata taratibu za chama cha Waipa kwa kujiondoa. Kiongozi wa Wiper akasema suluhu ni kuwa na uchaguzi mdogo. Alipofungua afisi ya vuguvugu hilo hapa mjini Nairobi, Gavana Mutua hakusita kuwasuta wanaoipinga. This is not about me and regardless of whatever they do they will fail because we are doing God's work. So we are not going to concern ourselves with what one party wants to do. Mutua alisema kuwa huo ndio utakuwa mwamvuli wa kuwakinga wenyeji ukambani. As a rule in Machakos we never give people money to attend meetings at all. And we've been having lots of large meetings. So when we had the successful rally some people actually who came unfortunately from Nairobi and other neighboring counties who came in at night Watu wametoka matu, hao si watu wametoka, si wa Ukambani, wametoka mahali pengine, wameletwe kulete vurugu na kujifanya na kujifanya ndio waharibu mkutano. Huku siasa za Ukambani zikionekana kuchukua mkondo mpya, wenyeji wanasema mwaka wa 2016 utakuwa ni wenye mvuto katika siasa za Ukambani. Hussein Mohamed KTN leo.